Waziri wandani, Murkumen, serkali, kuwa, wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amebaini kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa Wakenya wanaoishi katika sehemu zilizotengwa wanapata vitambulisho na kujisajili kama wapiga kura ili wawe na usemi katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika Kaunti ya Marsabit, Murkomen amewataka vijana kujitokeza kwa wingi na kujisajili na mradi wa serikali wa Nyota. Ninawaomba sana tu wakati huu wa kuomba kura tuhakikishe ya kwamba sisi wote tunadumisha amani, tunaweka jamii pamoja, tunaomba kura kwa amani. Hata mtu mmoja, mtu asipoteze maisha yake kwa sababu ya kupigania mambo ya kura. Mimi nawaomba na ninawaomba na nina pia, kama viongozi tushirikiane. Sisi kama wizara tunataka kufikia kila kona kwa kupeana kitambulisho. Tushirikiane kwa hii mobile registration tuhakikishe watu wetu wote ambao wametengwa miaka mingi, hii marginalization imekuwa kwa sehemu hii, ishe kwa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata kitambulisho yake pale alipo, kwa sababu tutapeleka hiyo mobile registration kits ambayo ni live capture machines kufikia wananchi kwa mashinani. Ninawaomba tushikane pamoja. Mbali na hayo, pia ninawaomba wale wote wako na IDs na wajarejista kama wapiga kura. Ninawaomba sana tutumie nafasi hii, IBC imeweka

Waandike proposal yao inayofaa, wakuwe supported na serikali na shilingi ya elfu hamsini wa wale ambao wanaenda in job training, wapelekwe training katika sehemu zote, ndio tuweze kupatia vijana wetu nafasi ya kikazi ili wasitumike vibaya.